Sijaona uchaguzi mwingine, ngodoro zinanunuliwa, lakini tuliona ngodoro mpya. Mimi nataka kuambia wananchi, kulala kwa ngodoro ni vizuri na ni more comfortable kuliko kulala kwa floor, lakini usipende ngodoro kushinda haki, usipende pesa kushinda haki. Utalala kwa ngodoro na ukienda hospitali utakosa dawa, mtu yako atakosa dawa na italeta maafa, na umelala kwa godoro. Sasa ujiulize, unataka nini kwa kiongozi? Unataka kasi safi au unataka pesa ya kupita? Ile itaisha uchaguzi ukiisha. Mimi nataka kuwaambia, tukatae siasa ya furugu. Tumeona gari zikichomwa, polisi wakiwa karibu na zikachomwa. Tumeona watu wakipigwa na polisi kwa polling stations. Zingine walikuwa wengi kushinda wananchi, ni kama kusimamia wale wanatoa nini fujo. Iwe ni funzo kwetu wa Kenya, Malava na mbele na kwingineko. Kama lazima ukule, kula, lakini siku ya uchaguzi jaya, siku moja haita kuua. Wacha kuonyesha fisi meno siku ya uchaguzi. Wacha mchezo. Hata ngodoro zikija, wacha warudi nazo. Hiyo ni siku ya kupigania maisha yako. Sisi kama upisani, tutaketi pamoja, we analyze what happened, we decide what we are going to do. Uchaguzi ukiisha, haujaisha. Iko koti, iko sheria, inasema unaweza kimbiza mtu, iko kifungo ya sheria, inasema mamlaka iko kwa mwananchi Haiko kwa wale wanakalia viti, iko kwa wananchi kwa jumla. Wacheni tukae chini, tujue ni nini. Lakini hata kufanyike hivyo, mimi siwezi baduka ni one time.